Unakuta mume mwingine hana time kabisa wala fikra zile na mawazo kwa uo mke mwingine, unakuta hana mm. Lakini sisi si wanawake wenyewe tunaweza tukawa si ni sababu kubwa ya kuwafanya wanaume zetu wenda wakawawe mke zaidi ya mmoja. Unaweza ukamkuta mwanamke kila siku ni kisirani ndani ya nyumba mm. si asubuhi, mume akitoka kwenda kazini, kelele. si jioni, mume akirudi ndani ya nyumba, kelele, wamsindikiza kwa maneno, wamrudishia nyumba pia kwa maneno vile vile. Yaani tunatakikana sisi kama wanawake tuwe na maneno vizuri ya kuwatoa ume zetu ndani ya nyumba mm. Ndo ile hata kikaa pale kila saa, hata kama alikuwa anataka kumpigia nani, lakini unakuta ile kisha bonyeza jina lako wanakupigia mm. Ule upendo unamtamsaulisha huyu mwanamume kwenda kutafuta mke mwingine kule nje mm. Kwa sababu atakuja kuona nikiongeza mwanamke mwingine, labda naweza nikaukosa upendo huu, ndio sasa acha nibaki na huyu huyu mume. Kwa hiyo huyu mwanamke anatakikana aoneshe upendo zaidi kwa mke wa, mm. kwa mume wake wakati wowote yeye sasa mm. Unakuta mke mwingine hana hizi, akiachiwa pesa ya matumizi, wamkuta mke mwingine jirani anafuja chakula, akija anapika. Kapewa pesa nyingi nzuri ya kutosha, lakini anapika chakula vile anavyojitaji mwenyewe. Bwana wewe, hicho ndo nimepika mimi, nimejisikia wewe, kula. Ndio hataki kuambiwa eh, wewe kula hicho. Kwa unakuta e, yani ile mapokezi na maongezi mazuri, unakuta wanawake hatuna ndani za nyuma mm.